Serikali ya Israeli imethibitisha kuwa mwili wa marehemu Joshua Luito Mollel, mwanafunzi kutoka Tanzania aliyechukuliwa mateka katika Ukanda wa Gaza tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, umetambuliwa rasmi. Utambulisho huo umefanywa na Kituo cha Kitaifa cha Tiba ya Uchunguzi wa Vifo kwa kushirikiana na Polisi ya Israeli na Jeshi la Ulinzi la Israeli IDF. Familia ya marehemu imejulishwa rasmi na mwili wake umerejeshwa nchini Israel. Serikali ya Israel imetoa salamu za rambirambi kwa familia ya Mollel na kwa familia zote za mateka waliopoteza maisha. Serikali na jeshi la ulinzi la Israeli imesikitishwa kuwa wanaendelea kufanya kila juhudi kuhakikisha kuwa miili ya mateka wote inarejeshwa kwa maziko yenye heshima. Vilevile, serikali imeitaka Hamas kutekeleza makubaliano na kurejesha miili ya mateka waliobaki. Wanajeshi watapumzika hadi kila mmoja arejeshwe nyumbani. Wakati hayo akichomozwa, kundi la Hezbollah nchini Lebnani limesema siku ya Alhamisi kwamba lina haki halali ya kupinga uvamizi wa Israeli na kuongeza kuwa linaunga mkono jeshi la Lebanon, shirika la habari la Reuters limeripoti. Hezbollah pia ilisema kuwa wakati Lebanon iko kwenye mazungumzo ya usitishaji vita, nchi hiyo haiko kwenye ulazima wa kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa na Israeli. Wiki iliyopita, Rais wa Lebanon Joseph Awon aliagiza jeshi lake kukabiliana na uvamizi wowote wa, wa Israeli lakini kusini mwa Lebanon baada ya vikosi vya Israeli kuvuka mpaka usiku kucha na kumuua mfanyakazi wa manispaa licha ya usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani. Tunathibitisha haki yetu halali ya kupinga uvamizi na kusimama na jeshi letu na watu wetu kulinda uhuru wa nchi yetu. Kundi hilo lilisema.